Mkuu, wizara ya maji imepewa maelekezo mahususi na mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Alisema ya kwamba yeye ni mama, na asilimia kubwa aliyoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji lilikuwa swala zima la maji ajenda kubwa ya waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Tabora katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wao walikuwa ni maji, ajenda ya pili ni maji, ya tatu ni maji. Piga makofi mengi sana Rais <coughs> wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa na changamoto ya maji leo, wamewavusha. Maandiko yanasema waombao au wapandao kwenye machozi watavuna kelele za furaha. Leo ninafurahi yeah, si kwa kazi kubwa aliyofanya na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha ilani ya chama cha mapinduzi inatekelezeka, lakini hapa tumepewa maelekezo matatu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Niwaambie mamlaka ya maji Igunga, la kwanza wananchi hawa walikuwa hawana maji, leo tumewapatia maji. Ni marufuku kumbambikizia wananchi bili za maji. Mwananchi ametumia maji elfu kumi na tano alipe elfu kumi na tano. Sio ametumia maji elfu kumi na tano unamwambia alipe elfu sabini kama na kiwanda. Hapana, mimi kijana, ukizingua tunazinguana. Biashara imefanyaje? Imeisha aras. Jambo la pili, maelekezo ambayo tumepewa namna ya kumuunganishia maji yako maji ambayo ya mtu anaweza akayapata kama hapa, lakini mwingine anatamani kuunganishiwa nyumbani. Sio mtu anaomba kuunganishiwa maji, longolongo, njo kesho, njo kesho kutwa. Hapana, mtu ameomba kuunganishiwa maji ndani ya siku saba aunganishiwe maji. Mwendelee kutekeleza majukumu yenu mkiwa na uhakika kwamba mko kwenye nchi yenu, nchi yenye serikali inayowajali Serikali yenye kiongozi madhubuti imara, Dr Samia Suluhu Hassan, serikali iliyoundwa na chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinasimamia serikali yake kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawafika. Leo nazindua mradi wa maji hapa, nimeweka jua la msingi, kwa sababu kazi ya maji mkoani inaendelea na vitongojini kunaendelea. Ni matokeo ya sera za chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wananchi, kwenye eneo hili muwe na uhakika, tembeeni kifua mbele. Tuna rais anawajali, anawapenda na anasikiliza watoto wenu. Nimefurahi na nyinyi mmefurahi, si ndio? Nataka niwahakikishie mradi huu haukatiki tena maji, labda huko ziwa Victoria likauke. Na tuna miradi mingine, nakwenda kukagua miradi ambayo tunajenga na matenki, ili wananchi wapate maji ya kutosha.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 lakini mpaka sasa tumeshakusanya bilioni tatu, bilioni 4.1 meshavuka malengo. Bado hatujavuka malengo, tuko asilimia 74.3 katika bilioni 5.3, tumesha kusanya bilioni nne pointi moja. Mweshimiwa, si kuanzia Julai ndio leo Machi ndio si mpaka nusu mwaka meshavuka zaidi? Ndio mweshimiwa. Kwa hiyo mnazo pesa nyingi. Ndio, Mheshimiwa. Hey, zaanati shilingi ngapi? Zaanati hii ni milioni 50, kwa mwaka bilioni tano, eh. Na zaanati ya hapa kwa zaanati ya hapa tumekusudia mm -hmm. kuiweka katika bajeti zitazofuatia hapa. Zaanati ya hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeipokea kwa ajili ya kuzingatia katika bajeti yetu ya mwaka uh, uh, uh. Kuzingatia bajeti ya, pesa simnayo. Mheshimiwa Waziri, Waziri Mkuu tumepokea maelekezo yako na tutawasilisha kwenye vikao vya maamuzi vya waheshimiwa madiwani ili tuweze kutekeleza. Sikiliza mwaziri. Madiwani wale, sema tutaleta pesa, wale ndio wanaobadilisha matumizi. Kuna sababu ya kusita, sema tutaleta milioni hamsini kwa ajili ya zahanati, sema hayo, ili nikupe muda. Waziri Mkuu, tutaleta milioni hamsini madiwani. Alete lini hapa? Alete lini hapa? hapa fedha mwezi wa nne na mimi nimekubaliana na hiyo, kwa sababu wale ndio wanaofanya mabadiliko wa ya matumizi. Milioni hamsini tu kwa ajili ya wananchi hawa, wanateseka wanaigunga kutibiwa na kutoka hapa kwenda Igunga ni kilomita ngapi? Kutoka hapa mpaka pale Igunga kilomita ngapi? 25. 25. Awana hata zanati. Milioni 50 mmekalia, mmezikalia. Leta milioni 50 hapa mpaka mwezi wa 4 pawe tayari. mkuu mkoa, hapa simamia zanati, tutaka zanati za hapa mpaka mwezi wa 4. pesa hiyo imeshafika, ujenzi uanze. mchakato wa maji ndani ya serikali ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi kwamba tuhakikishe tunapeleka maji mpaka vijijini, tuhakikishe wananchi mpaka kitongojini wanapata maji, na Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan aliamua kununua malori yaliyobeba mtambo wa kuchimbia visima vya maji. Malengo ni kuhakikisha kwamba tunapeleka jariyo kwenye kitongoji, kinachimba maji tunaweka pampu, wananchi tuna waanze kunywa maji pale ambapo tunapata chanzo kikubwa, tunaweka mradi wa mtandao wa mabomba. Sasa hivi tumeenda mbali zaidi, tunatumia teknolojia ya tuna kutoa maji kwenye mito na maziwa na mabwawa kupeleka kwa wananchi. Nataka nitumie nafasi hii kuwasihi Watanzania wa wenzangu, tulinde mazingira yetu tulinde vyanzo vya maji ili tuweze kuvitumia vyanzo hivyo kuchota maji na kuwapelekea wananchi kwa kuweka mifumo ya mabomba. Tumshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba bajeti ya wizara hii ameiongeza, ili wizara imudu kupeleka maji kwa wananchi mpaka vijijini. Kazi inayofanywa hapa kwenu ya ujenzi wa matenki ni kazi endelevu ili wananchi waweze kupata maji kwenye maeneo yote. Na wizara yetu wakati wote iko bize na mheshimiwa waziri yuko bize awali, katibu mkuu wake yuko hapa, wakurugenzi wake wako hapa, lakini pia na Ruasa inafanya kazi hapa. Hawa ni watumishi wa umma wanaofanya kazi ya kuleta maji. Sisi wananchi, tuhakikishe vyanzo tunavitunza kwa udi na uvumba, na iwe ajenda ya kila mmoja. Mazingira. tafuteni mfumo utakaowaleta wanaopata shida kule pembeni, kupata maeneo fanya biashara, waleteni waje wapumzike hapa kivulini. Huo mfumo huo huo ni wakitaalamu sana hao, wanahitaji mifumo rahisi itakaowaleta hapa. Kaeni na umoja wa wafanya biashara hao, wanawajua ndugu zao, pita kwenye masoko, chomoa wale ambao wanatakiwa kuja hapa. Hofu ni hiyo. Sasa wakuu wa idara mejipanga ki mwingine, vibanda kumi mwingine, vitano sita, baadaye shilingi hamsini kibanda, ili halmashauri anapandisha shilingi laki tatu laki nne, alafu anapata fedha ambazo si halali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ili lisimamiwe, tafuteni mfumo rahisi ambao utawaleta wafanyabiashara hawa ambao tumeangaika kuwatafutia maeneo kufanya biashara, na bado hapo kwenye maeneo anakuloa mvua tumejenga mabanda ambayo wenyewe wamelipa kodi wamekusanya fedha halmashauri pamoja, tumejenga hapa, tuwaweke huko ili wapumzike, wafanye biashara. Kwa hiyo tafuta mfumo mzuri ambao utawaleta pamoja, lakini wazo ni zuri. Halmashauri katika hili mmewaza vizuri, mmejenga jengo vyumba 80 kwa kuanzia, mnaweza mkaextend huku mkatafuta na maeneo mengine, na wala msishie hapa, tutafuteni maeneo mengine, jengeni. Huu ni mfumo mzuri, kwanza unawaondoa kwenye shida wananchi wetu, mbili kile chochote akacholipa kitasaidia kuongeza mapato kwenye halmashauri. Ni ubunifu mzuri, lakini mfumo wa kuwapata wanavyofanya biashara hapa ndio wenye mashaka. Mkae muone.